Unajua, watu wengi wana nani, wanatofautisha hii, wanasemaga wanachezaga, hela zinapatikana, lakini unatakiwa uwe na elimu. Umeweka mtaji wa shida. Sasa ngoja nikwambie kitu, kuna kitu nakosea. Tafuta sehemu upate elimu ya uhakika elimu tena? Vniende chuo man, mi nisiasoma chuo. Wewe maswala anaga anaga mwisho wa elimu. Ah, kuna chuo ambacho kinatoa elimu <laughs> Kweli? Wapi inapatikana? Unajua uh, Victoria sasa, unaitwa Victoria sehemu, unapajua? Hey, njia panda pale ya kuenda Mwananyamala kuna jengo moja hivi linaitwa Nobo Center ghorofa ya 10 mwende pale bwana, unapajua pale? Unatakiwa uende pale pale, kuna chuo cha forex kinaitwa Kisiki Capital Forex Academy. Pale kuna menta wao anaitwa Ezra. Pale YouTube waongo, YouTube waongo. Ngoja nikuonyeshe, unaona mimi nina faida unaona, unaona, tofauti kati ya mimi na, na. Afu the funny Mw... part, una trade pair moja na mimi lakini nimekupiga.